Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo Jumamosi, katika oktava ya Pasaka. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya, ya nne aya 13 hadi ya 21 na, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 16 aya tisa hadi ya 15. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Yesu alipofufuka alfajiri, siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia walakini. Hao waliposikia kama yu hai naye amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo, akawatokea watu wawili miongoni mwao, ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakusadiki. Baadaye akaonekana na wale kumi na mmoja walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji, tutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu tuliyokwisha kuisikia hivi punde. Wapendwa taifa la Mungu, ni siku nyingine tena tunapoendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi ya ukombozi kwa njia ya mwanawe mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo hii Mama Kanisa anatualika tutafakari juu ya ujumbe usemao kusadiki ufufuko wa Kristo, kwa kuwa hata salamu ya Pasaka inasema Kristo amefufuka kweli, aleluya. Pia salamu hii inatualika kuamini kupitia neno kweli kwamba ni wazi Kristo amefufuka kweli. Katika sehemu ya maandiko matakatifu tuliyoyasikia hivi punde kutoka kwa Mwinjili Marko sura ya 16 ya 9 hadi ya 15, tunaona kuwa Yesu baada ya kufufuka kutoka wafu anaanza kwanza kujifunua kwa Maria Magdalene. Maria Magdalene baada ya kutolewa pepo saba alimpenda sana Yesu na kutamani muda wote kuwa karibu naye. Baadaye Yesu anawatokea tena wafuasi wawili miongoni mwa wafuasi wake. Hawa walikuwa wakienda zao shambani na kuwataka waende kuwapasha habari wanafunzi wake kwamba amefufuka kama alivyosema. Makundi yote mawili haya, yaani Maria Magdalene na hawa wafuasi wawili wanapewa wajibu mkubwa wa kwenda sasa kwa wafuasi wake na kuwapasha habari kwamba yeye amefufuka kweli kama alivyotangulia kuwaambia. Ikumbuke kwamba tukisoma Injili hii ya Marko kuanzia sura ya nane aya ya thelathini na moja hadi thelathini na tano na sura ya tisa aya ya thelathini hadi thelathini na mbili na sura ya kumi aya ya thelathini hadi ya thelathini na nne. Katika vifungu hivi vyote vitatu tunamuona Kristo anatabiri tena mara ya tatu juu ya fumbo la imani yetu, yaani juu ya kuteswa, kufa na hata siku ya tatu kufufuka kwake. Lakini mbali na utabiri huu, wafuasi wake wanashindwa kabisa kuamini habari njema kutoka kwa Maria Magdalena na pia kutoka kwa wafuasi wawili miongoni mwao wanafunzi wake hawakusadiki hata kidogo. Tukisoma katika Injili hii ya Marko sura ya 16 aya 14 inasema kwamba akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Ndugu zangu, baada ya Yesu kufa wanafunzi wake hawakuwa na tumaini tena, maana walibaki wakiomboleza na kulia. Hofu ilikuwa imetawala miongoni mwao. Ugumu wa mioyo yao unawafanya wasahau hata tabiri zote alizokwisha kuambia hapo mwanzo kwamba atateswa, atakufa na siku ya tatu atafufuka. Leo Kristo anapowatokea wale kumi na mmoja, anawakemea kwa sababu hawakuamini kwamba yeye amefufuka kweli, kwa maana alitangulia kuwaambia kuhusu kuteswa kwake, kufa na kufufuka kwake. Lakini wao hawakusadiki kabisa wajumbe wa kwanza wa habari njema ya ufufuko, yani kutokea kwa Maria Magdalene na wale wafuasi wawili miongoni mwao. Ndugu zangu, katika sehemu hii ya maandiko matakatifu, leo Kristo anatualika tujifunze mambo mawili. Jambo la kwanza. Tusadiki kweli kuwa amefufuka. Jambo la pili, kazi ya ushuhuda kutoka kwa Maria Magdalene na wafuasi wawili na hata namna wanafunzi walivyopokea ushuhuda huu. Kristo anatualika tujifunze juu ya ushuhuda. Mara nyingi sana tumekuwa kama wanafunzi kwa kushindwa kusadiki habari njema ya Injili kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu kwa kushindwa kupokea mambo ya kiimani na kuweza kutazama udhaifu wa wajumbe walioaminiwa kuyabeba mambo hayo ya kiimani, na kushindwa kutazama ujumbe wenyewe umelenga nini. Na pia wapendwa, tukisoma katika injili ya Marko sura 16 aya 15 Kristo anawaalika wafuasi wake kwa maneno ya kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kristo baada ya kuwatokea wanafunzi wake, wanapata kuamini kwamba Kristo ni kweli amefufuka. Baada ya kuweza kuamini basi, Kristo ndipo anapowapa ujumbe huu mkubwa wa kwenda ulimwenguni kote kuhubiri injili kwa kila kiumbe. Tutambue kuwa Kristo anapowagiza wafuasi wake, anatuagiza hata sisi leo juu ya kwenda kuhubiri injili hiyo kwa kila kiumbe katika mazingira yetu ya leo. Injili ni habari njema juu ya ukombozi wa watu kwa njia ya Mwana wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo. Swali la kujiuliza, je, mimi nimekuwa mwaminifu wa kupeleka habari njema kwa wengine? Kwa maana Kristo ndiye habari njema yenyewe. Je, katika maeneo yetu ya kazi, masomo na hata utume wetu, tunambeba Kristo kweli kweli? Na hata watu wengine wakituona uwepo wetu kati yetu na wao, je, wanapata faraja na tumaini au ndio tunakuwa sababu ya wengine kutaka tuondoke mahali hapo? Je, mawazo, maneno na matendo yetu kama Wakristo tunachangia nini katika mabadiliko ya watu wengine kuhusu mienendo yao mibaya je wakitutazama mioyo yao inawashwa kuiacha mienendo hiyo mibaya au wanatamani kujiunga nasi na mwisho kuwa watoto wa kristo kwa njia ya imani na kubatizwa basi wapendwa katika kristo tuendelee kumuomba mungu ili aendelee kutujalia nguvu na uhodari na uthubutu pasipo kusita kushuhudia imani yetu, hata kuwafundisha wengine imani hiyo, wokovu uenee ulimwenguni mote. Pasaka hii tukumbuke kumshukuru Mungu kwa zawadi hii ya pekee kumtoa mwanawe wa pekee ili atukomboe, na Kristo mwenyewe kwa kukubali kuteswa hata kufa kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe. Hakika anatupenda upeo, hatuna budi kumshangilia kwa kuyashinda mauti.